Umechelewa, mimi ilianza tu nikiwa mdogo nilikuwa na ile curiosity. Kwamba nikichukua kitu nikirusha hivi juu kinarudi. Lakini nikiwa nyumbani nimekaa, nilikuwa nikizishuhudia zile ndege zinapita. Asa maongezi yangu mimi, ndoto rubani ilikuwa hivyo, nikawa naambia baba yangu kwamba ah, hivi inakuwaje hii ndege inaweza kupita angani haianguki lakini mimi nikirusha chochote kinavyoenda angani kinarudi. Ndio ikawa hivyo, baba yangu akaniambia bwana, basi mwanangu, ikifikia wakati nitakupeleka shule, ndoto yangu itaanza. Sawa, swali la pili zamani uh, mimi nilikuwa nataka kujua kwamba changamoto gani ulikutana nazo katika safari yako kuelekea urubani. Kwa sababu mara nyingi tume uh, tumeshuhudia mtoto wa kike uh, katika nyanja kama hizo huwa anakutana na vikwazo vya kukatishwa tamaa na mambo kama hayo. Mfano mimi binafsi nilikuwa nataka kuwa mwanasheria lakini baadhi ya wanafamilia yangu wanaomba kwamba sheria ni kuu, miaka mingi sijui na vitu kama hivyo. Wewe tuambie, ulikutana na vikwazo gani ambavyo ulikuwa unahisi labda wakati mwingine vinakukatisha tamaa uh, na haukuvijali mpaka umeweza kufika hapo ulipo. Uh, changamoto zilikuwa ni nyingi, kuanzia hata huku chini. Nilikuwa nikisema kwamba mimi nataka kuwa rubani, hata familia tu ilikuwa inakataa, inasema ah, wewe huwezi kuwa rubani, utakwaje rubani. Yaani kuna mjomba wangu mmoja aliwahi kusema kwamba inahitaji courage, yaani wewe uogope kuwa angani. Kwa hiyo vikwazo vilikuwa ni vingi. Hata nilivyoingia shuleni niseme tu kwa uchache walikuwa bado ni ile shule ambayo ina mentality kwamba mtoto wa kike hawezi. Kwa sababu hata ile intake nzima tulioenda tulikuwa zaidi ya 23 darasani, wasichana tulikuwa watatu tu. Na hao watatu wenzangu waliokuja wenyewe kwa tayari wana mafunzo, mimi ndo nilikuwa abinishu. Kwa hiyo ilikapo kila mtu anasema no, yani hata walionipokea pale waliniambia nakumbuka kuna nilikuwa na rafiki yangu mmoja ni Mhindi. Alisema itakutumia yani unabidi umuonyeshe mwalimu wako kwamba wewe unaweza, hasa kuanzia flight yako kwa ya kwanza. Ataenda, kuna kitu tunaita flight familiarization. Unavyoenda, ndio siku ya kwanza kuje kuingia kwenye ndege ndogo, mwalimu atafanya manuva, atarishi, kuna watu mpaka wanatapika wanafanyaje. Sasa pale ndio ita decide wewe unaamua kuendelea na mafunzo au uendelee. <laughs> <laughs> Kwa hiyo akasema uwe brave, yani umuonyeshe mwalimu kwamba wewe hiki kitu umemfanya nini, umeamua kuja ukifanya japo wewe ni mwanamke kwao. Na mimi nilifanya hivyo, nilikwenda na mwalimu wangu Although alikuwa na ndio hivyo yani, hawaamini kwamba wasichana wasichana, wow, hawamalizi tu. Na vikuzo vilikuwa vingi. Yaani kusema, niwasimulie hapo takasikuzi. Mm -hmm. Ni vingi kwa mtoto wa kike, ila mimi ninachosema kwa mtoto wa kike yoyote yule ambaye anaamua kwamba yeye anataka kufanya kitu, haijalishi ni urubani, haijalishi ni nini. Kusabu kwa sababu kwanza mimi kabla sijaenda urubani nimefanya engineering. Ni kozi ambayo pia watu walikuwa hawaamini kama mtoto wa kike anaweza kufanya. Mimi ni e, electronics and communication engineer kwa hiyo ni vitu ambavyo kama unaamua kufanya ha, ha. Asante, mi naitwa Felista Richard natokea CFM pa, wakati wa wasilisho la mkuu pale amezungumza kwamba kuna wale ambao wanapata vyeo zaidi mwisho wa siku wanachukuliwa na makampuni makubwa ya ndege wanaondoka kwenda kufanya kazi huko. Wewe ni rubani mwanamke ambaye uko kwetu Tanzania, ni rubani mzawa sasa, na taifa linakutazama. Pengine ikitokea ofa kubwa kwenda shirika kubwa, unaweza ukaamua kuikacha, kukacha uzawa, ukaamua kwenda kule kwa maslahi yako binafsi pengine <laughs>